anatutafuta la rohoni sisi Yanga. Sasa kiheshima, tunaanza kwanza kuomba radhi kwa aliyemtuma huku. Baada ya radhi, tunashughulika naye. Tumwambie mweshimiwa mkuu wa mkoa anaitwa nani, Chacha, eh? anaitwa Paul Chacha. Jumatano atachacha kweli yeye na hao wanaomdanganya. Mwambieni mheshimiwa Chacha, mwenyekiti wa wasemaji amesema, Jumatano atachacha kweli. Amezungumza kwamba ameshangaa eti msemaji wa timu kapata mapokezi huenda toka ameteuliwa na yeye kuja hapa hajawahi kupata mapokezi hata ya kumi. Kwa hiyo e, kuna karoho tu kame kawivu kamemwingia mheshimiwa, tumwelewe. Ni karoho kawivu ndio kanamsumbua, yani mapokezi ya wanayanga wamempokea kiongozi wao, wewe nakuuma nini?